Nami nimesimama mbele zenu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Ilikuwa ile wiki ya kongamano la kula mkate wa uzima. Kipindi baba anatangaza ile kongamano, nilichukua imani.